Unaonaje no? Sasa hiyo inakutumia au wewe ndo unaitumia no, hapo? Inanitumia. <laughs> Inakutumia? <Inanitumia. laughs> <Inanitumia. laughs> Kivipi inanitumia? Kwa kweli inanitumia sana. Yaani inanitumia kwanza inanikulia bando. Eh? Inanitumia kwanza, yeah. Lakini pia muda wangu yeah. Inanitumia kwa kweli yeah. Oh. Mitandao ya kijamii imebadilisha kila kitu mawasiliano, biashara, mahusiano, siasa na hata jinsi tunavyojiona sisi wenyewe. Lakini swali ni moja: je, tunaitumia mitandao au mitandao ndiyo inayotutumia sisi? Nikukaribisha katika safari ya kutafakari kwa kina kuhusu maisha yetu ya kidijitali. Mimi langu jina ni Anod Kapeja. Kabla ya mitandao, mawasiliano yalikuwa ya ana kwa ana. Leo hii kwa bonyeza moja, unaweza kumfikia mtu aliyeko upande wa pili wa dunia. Inachekesha sana. Faida yake ni urahisi wa kuwasiliana, kujifunza na kupata habari, na changamoto yake tumepoteza mazungumzo ya kweli. Laiksi, badala yake nimepata likes badala ya huruma halisi. Ah, uh, mitandao ya kijamii ni mitandao mizuri hasa utakapoitumia vizuri, maanake mitandao ya kijamii inatumia kwa kuelimisha, ina baadhi ya vitu ambavyo inaelimisha. Pia inakusaidia kupata information za serikali za kijamii, pamoja hata za, pamoja hata na za kielimu. A, mimi na, sasa nanufaika kwenye mawasiliano no, nanufaika na, na, kwenye mawasiliano. Mfano Instagram, Instagram ninatumia kwenye mawasiliano na, na, na mtu aliyeko mbali, mtu labda yupo nchi za nje, nawasenee kawaida tu. Swali la kutafakari ni kwamba je, una marafiki wa kweli au followers wa moda? Kila kilicho ndani ya akili yako kinaweza kuishia kwenye posti au tweet. hii ni nguvu kubwa lakini pia ni hatari kubwa. Mitandao inaweza kuhamasisha mapinduzi ya kijamii au kusababisha vurugu. Inaweza kukuinua kiakili au kupeleka kwenye mashindano ya bandia ya maisha. Kwa mfano, hashtag moja inaweza kuokoa maisha au kuharibu sifa ya mtu kwa sekunde chache tu. Leo una marafiki elfu tano kwenye Facebook, lakini una marafiki wangapi wa kuwalilia endapo ukiumia? Kweli tumejenga ukuta wa picha nzuri na furaha ya bandia. Mitandao imejaa perfect lives ambazo huwavunja mioyo wengine kwa kimya. Onyo ni kwamba usijipime kwa kipimo cha watu wengine, tambua picha yao si maisha yote. Ulevi wa mitandao ni halisi kulinganisha maisha yako na wengine huzaa huzuni ya ndani. Kuwepo mtandaoni muda mrefu uwasili usingizi, kujiamini na hata mahusiano ya familia. Tafiti zinaonyesha kwamba watu wanaotumia mitandao kwa zaidi ya saa tatu kwa siku bila mpangilio wana uwezekano mkubwa wa kupata msongo wa mawazo. Si kila kitu kwenye mitandao ni sumu. Watu wamepata kazi, elimu, fursa za biashara na hata familia kupitia mitandao. Kuna vipaji vimeibuka na kufanikiwa kwa sababu ya content nzuri iliyoshirikishwa. Hivyo mtandao si mbaya, ila matumizi yetu ndiyo yanamfanya awe adui au rafiki. Kwa faida ya kwanza, yani ya kila mmoja ni na E, unapoteza mawazo nini lakini yeah. Pia inafundisha, unaweza ukakutana na kitu kinakuelimisha, kinakufundisha. Kwa hiyo unaweza ukapata elimu mbalimbali, lakini pia inakuburudisha. Hivyo hatuwezi kurudi nyuma, mitandao ipo na itaendelea kuwepo. Swali ni kwamba tutaitumia vipi? Kwa hekima, chuja unachokiona, usimeze kila taarifa Weka mipaka juu ya saa ya kuwepo mtandaoni na saa ya kuwa huru. Na unadhani kuna haja ya kuwashauri au kwa kwa kwa hadi kwa kusiana kwa kesi bora ya sasa hivi, kwa mimi niweze nikawapa tu kama advice wao, kwa sababu huwezi kusema kwamba mtu asitumie social media akati ndio mungu ndio uliopo sasa hivi, kwa sasa, yani wajitahidi tu kutumia tu social media vizuri, itawasaidia kwao, kwa sababu kwa sababu social media Tumekuwa ni kama promotions za matangazo ya biashara. Tumia mitandao kwa kujifunza, kujenga na kusaidia, si kuharibu. Mitandao ya kijamii ni kama moto, unaweza kupika chakula au kuunguza nyumba. Wewe ndiye unayeshika kibiriti, uamuzi wa ni wako. Leo uchagua kutumia mitandao kama daraja la mafanikio, si kama shimo la anguko. Hivyo basi usiwe mtumwa wa skini. Kumbuka, maisha halisi bado yawapo nje ya kio cha simu yako.